Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi lengo langu tena, nitakariri kila siku, nikuleta kuleta uwiano, maskilizano, amani, umoja na undugu na haya hupatikana iwapo watu wataheshimiana. Kusema hivi ni kuwa, tangu nakumbuka, tangu wakati wa maulidi, sisi Waislamu tutatukanana sana, maneno yamekuwa mengi sana, mambo yamekuwa mengi sana na maneno ya uchafu pia yamekuwa mengi sana, lakini hakuna moja lililothibitishwa. Ukienda kwa mtandao, utasikia sijui digda, sijui na Batuli nani na nani, maneno ya kufyoa, kufyoa, kufyoa. Lakini mimi nauliza hivi, bwana hawa wenzetu ambao ni Wakristo hawa tukanani kwenye mitandao, sisi tumejaliwa mdomo, la hasha. Mimi leo nitawalenga hawa wanaojiita TikTok, TikTokers <coughs> kutoka Totos, Totos ni rafiki yangu Batuli. Batuli amelelewa na dadangu pale y Mwandoni, Fatia Bahmish. Mimi ni Bahmish na hakulelewa hivyo. Wale wataka historia ya Batuli waweza kuja wakaniona. Mumemwona tu pale, lakini hamumjui. The lady is intelligent, ana akili na hafai kupuuzwa huyu digda. Sielewe kwa nini mpaka apige kelele ndio ijulikane, anaongea ujumbe wowote ule. Waweza ukafika unakokusudiwa bila kupiga kelele, bila kukashifu, bila kutukana. Ujumbe unaofika kwa sauti ya upole huwa una mizani ama wizani kubwa sana, si lazima upige kelele ndio ujumbe wako ufike. Kama wengine wakiongea na simu, utajisikia masikio kama wanakulipua. Si lazima upige kelele kwa simu, aliye barabarani akusikia, ah, Mr. Hafidh ameongea simu ni chombo cha kuwasiliana. Ukiongea taratibu, anayepokea aidha ameweka spika ama amevaa zile earphone ama anasikiliza hivi hivi kwa masikio, wampigia kelele ya nini? Utapasua watu nta za masikio. Kwa hiyo hii ni mifano tu nimetoa. Hawa watu huyu totozi Esther Mudhoni, niko karibu sana naye, sina shida na yeye. Huyu Batuli Batuli, mimi naweza kuniita anko mjomba wake, madamu amelelewa na dadangu, lakini katika familia yetu hakuna <coughs> mtu mwenye siasa hizi za kutukana za kutuhumu za kujibizana. <coughs> Baba yetu alikuwa ni ulama mkubwa sana, kuleni na kutoka mimi Kitui, akijulikana kwa jina la Abu Bakar Ahmed Bahmish, tutaachia hapo. Wale ambao wanawajua mabahmish mutawapata pale Kisauni, kama unaenda kwa wota mutawapata Takaungu, mutawapata Kilifi, mutawapata Mwingi, sehemu ya Kitui, mutawapata Kitui mjini, na mutawapata hapa nilipo mimi. Kwa hiyo mimi nataka amani, amani, amani. Maneno yenu ni maneno ya aibu kwa mujtama wa Kiislamu, na hatujui mwapata nini? Watu wafanya mambo makubwa makubwa, watu wafanya mambo ya kifiraun, watu wafanya mambo ya kaumu Luth na wamenyamaza. Nyinyi mnaingia mitandaoni, mnapakana mnapakana, na mkiambiwa lete evidence, lete stakabadhi, huwezi. Sasa mimi nawaambia hivi, kosa linalofanywa na mwislamu huwa linakuwa magnified, linafanywa kubwa sana, lakini kosa likifanywa na hao wengine hakuna anayeshughulika nalo. Leo mwislamu akienda kuulewa itakuwa ni izara kubwa sana, sababu mambo ambayo si sawa kwa mwislamu si sawa, mambo ambayo si sawa kwa dini zote wasi sawa. Kwa hivyo mimi nitaka kumwambia Batuli, ambaye ni mdogo wangu, nataka kumwambia huyo ms, mama au msichana anajiita, wacheni tena wacheni kukashifu Waislamu. Mtakapotuonyesha faida zenu za kutukanana kwenye mitandao, basi hatutaingilia, lakini mkianza kusema Waarabu wengi Mvita ni masenge, Waarabu wengi bondeni ni mashoga, Waarabu wengi ni hivi, Waarabu walikuja na majahazi wako hivi sasa. <coughs> Kitu tukana hivyo wamtukana na baba aliyekulea eh, babu yako mama aliyekulewa, Mungu akurehe amrehemu. Use common sense, musitukane watu namna hiyo. Kwani lazima utukane mtu ndio ufikishe ujumbe wako? Hawa waarabu walikuja na majahazi, walikwambia wanileta ushoga hapa? Waarabu hao hao walokuja kwa majahazi ndio hawa hawa mabajabel walioajiri watu makazi, wanaojenga misikiti, wanaosaidia watu kwa lisha, wanaofanya mambo mengi sana. When you talk of Arabs, nenda Nairobi, angalia the pembes flamels, waarabu wanafanya kazi ngapi? Njoo hapa Mombasa, angalia dola, wanafanya kazi ngapi? wameajiri watu wangapi? Leo watukana Waarabu, watukana vipi? Na wewe umelelewa na Waarabu but really, this one should stop. I'm not a controversial person. Mimi ni mwalimu na nime assess uzito wa maneno yenu, hayana natija, hayajengi jengi, haya jengi kabisa, haya maneno hayafai. Mara ushamtukana gavana, mara ushamtukana huyu mara we na huyo mama si tu dikta. Mimi nawaambia hivi, niko tayari mimi kukaa na nyinyi tuzungumze, musameheane kile mwanyanganyana, kile mwashindania. Haya matusi hayawajengi wala hayawaletei mkate na siagi juu ya meza na munatia pia watoto wenu katika mlimbuko wa maneno, si sawa. Hebu rudini nyuma, musha watutukani ya orphanage yetu, ukasema watoto wanafanyiwa liwati. Leo mimi nikikupeleka kotini, nikuambia nipatie evidence digda ya anayeuza chakula kinachopelekwa msaada katika orphanage fulani, nyumba ya mayatima Nikwambie unipatie watoto waliofanyiwa liwat, utanipatia? Kama hakuna mimi nawambia, tafadhalini wacheni kutukanana, wacheni kutukana Waarabu, wa wacheni kutukana Wagunya, wacheni kutukana Waswahili. How do you benefit? Ni faida gani unapata? na my young sister Totos, alhamdulillah, ushapata kazi. Basi tafadhali wewe na woman rep, hatutaki kusikia matusi wewe. Wamtukana sana woman rep tokuangalia tu. Abdusamad mimi namjua tangu udogoni wake hana tabia za kutukanana, wala mdomo wake hautoi matusi kabisa. Namna alivyolelewa tamjua samaji na historia yake tunaweza tukakupa, na ndio sisi tunasimama na yeye. si lazima Ambia abdusamad ni nanga, abdusamad ni nini, kwani kura zako ni ngapi wewe? Abdusamad tumemfanyia kazi na tutamfanyia kazi, lakini hajengwi kwa kutukanana. Hii ni sehemu yangu ya kwanza, natoa sehemu ya pili, kwa sababu sitaki kuchokesha watu kusikiliza.